Katika kijiji kimoja katikati ya Tanzania, Aisha mwenye umri wa miaka ishirini daima aliota kuhusu maisha bora. Alikuwa msichana mwerevu na mwenye bidii, mwenye shauku ya elimu na tamaa ya kuleta mabadiliko katika jamii yake. Lakini maisha ya Aisha yalichukua ya mwelekeo mwingine alipogundua kuwa wazazi wake, wakihangaika kumudu maisha, walimpangia kuolewa na mwanamume aitwaye Juma. Aisha hakuwahi kumwona Juma hapo awali na alishtushwa alipogundua kuwa alikuwa mkulima maskini akiishi pembezoni mwa kijiji. Aisha alihisi amenaswa na kukata tamaa, lakini hakuwa na chaguo. Alilazimika kuolewa na Juma katika sherehe ndogo ya kitamaduni akiwa amezungukwa na familia na marafiki zake. Alipoanza maisha mapya na Juma, Aisha alishangaa kugundua kwamba alikuwa mtu mwema, mpole na mchapakazi. Licha ya umaskini wake Juma, alikuwa na heshima na fahari ambayo Aisha aliipenda, lakini Aisha hakujua kuwa Juma alikuwa na siri, siri ambayo ingebadilisha kila kitu. E. Macho ya Aisha yaliganda kwenye picha, akili yake ikikimbia na maswali mengi. Mkurugenzi mtendaji wa JK Enterprises? Hilo lingewezekanaje? Juma, mkulima maskini aliyemwoa, alikuwa mfanyabiashara tajiri? Akamgeukia Juma ambaye alikuwa akimtazama kwa tabasamu la kufahamu. Juma, kuna nini kinaendelea? Aliuliza ya sauti yake ikiwa dhaifu. wewe ni nani hasa? Juma alicheka kidogo, akichukua mkono wake. Nadhani ni wakati wa kukuambia ukweli, mpenzi wangu, alisema akimwongoza hadi sebula yenye ustaarabu mkubwa. Tafadhali kaa chini. Aisha alikaa, moyo wake ukidunda kwa matarajio. Juma alikaa kando yake akivuta pumzi kwa kina kabla ya kuanza kusimulia hadithi yake. Ninatoka katika familia tajiri Aisha, alisema, baba yangu alikuwa mfanyabiashara mwenye mafanikio na nilirithi kampuni yake JK Enterprises baada ya kifo chake, lakini sikuwahi kutamani kuwa mfanyabiashara nilihitaji kufanya tofauti duniani kusaidia watu wenye uhitaji. Aisha alisikiliza kwa makini akiwa ameshikwa na msisimko huku Juma akimweleza uamuzi wake wa kuacha maisha ya kitajiri na kuishi miongoni mwa maskini ili kuelewa changamoto zao na kutafuta njia za kuwasaidia. nimekuwa nikifanya miradi mbalimbali mbali, Aisha alisema kujenga shule, hospitali na kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na chakula kwa wale wanaohitaji zaidi. Lakini nilihitaji kujificha, njia ya kujichanganya na watu bila kuvutia macho ya wengi. Ndiyo maana nilijifanya kuwa mkulima maskini. Macho ya Aisha yalipanuka, ukweli ulipomwingia kichwani. Alikuwa ameolewa na bilionea, mwanamume aliyetoa utajiri na hadhi yake ili kubadilisha maisha ya watu wengine. Lakini alipomwangalia Juma aliona yule yule mtu mwema na mpole aliyekuwa amemzoea, mtu yule yule aliyemfanya ajisikie kudhaminiwa na kueleweka, aliyemheshimu na kumpenda bila masharti. Sijali kuhusu utajiri wako, Juma alisema, akishika mkono wake, ninajali kuhusu mtu uliye naye na upendo tulionao. Macho ya Juma yalijaa machozi, huku akimvuta Aisha kwenye kumbatio la upendo. Nakupenda Aisha, alining'iniza kwa sauti ya upole, na naahidi kuwa mkweli kwako daima na kuwa mwanamume unayestahili. Lakini walipokuwa wakifurahia joto la mapenzi yao, mlango ulipigwa kwa kishindo. E, msaidizi wa binafsi wa Juma, mwanamke mwenye sura kali lakini tabasamu la upole, aliingia chumbani. Samahani kwa kukatiza bwana, alisema, lakini una mgeni. Uso wa Juma ulibadilika, akamtazama Aisha kwa dalili ya wasiwasi. Ni nani aliuliza. Msaidizi alisita kabla ya kujibu, ni kaka yako bwana kipenzi. Aisha alihisi hali ya mvutano ghafla ikitanda hewani. Kaka yake Juma? hakuwahi kumsikia akimtaja kaka yake hapo awali. Uso wa Juma ulitanda giza, akasimama haraka kwa uamuzi thabiti. "Nitalishughulikia hili," alisema kwa msaidizi wake ambaye alitikisa kichwa na kuondoka. Aisha alimtazama Juma kwa shauku na wasiwasi kidogo, akiona jinsi alivyojitayarisha kabla ya kutoka chumbani. Alisikia sauti za mazungumzo ya chini na yenye msisitizo yakitokea kwenye ukumbi wa kuingilia. Akiwa akisubiri, mawazo ya Aisha yalianza kukimbia na maswali. Kaka yake Juma alikuwa nani? Kwa nini Juma alionekana kuwa na wasiwasi, na ni nini hasa huyu mgeni alichotaka? Baada ya muda uliokuwa kama milele, Juma alirejea, uso wake ukiwa mzito na wenye huzuni. Aisha, kuna jambo ninahitaji kukuambia, alisema kwa sauti ya chini na makini. Jambo ambalo linaweza kubadilisha kila kitu. Juma alivuta pumzi kwa kina, macho yake yakiwa yameelekezwa moja kwa moja kwa Aisha. Kaka yangu Kofi si kaka wa kawaida, alianza kusema. Yeye ndiye mtu ambaye amekuwa akijaribu kuchukua udhibiti wa JK Enterprises, kampuni ya familia yetu. Macho ya Aisha yalipanuka kwa mshangao. Kwa nini aliuliza? Juma alikaza taya zake. Kofi anataka kutumia rasilimali za kampuni kwa faida yake binafsi, kufadhili maisha yake ya anasa na biashara zake chafu. Amekuwa akijaribu kunidanganya, kunishawishi ni saini hati za kumpa udhibiti wa kampuni. Moyo wa Aisha ulimwendea Juma. Aliona uchungu na hasira vikiwa vimechorwa usoni mwake. Lakini kwa nini sasa, aliuliza? Kwa nini amejitokeza leo? Macho ya Juma yalijaa ukungu wa mawazo. Kofi amegundua utambulisho wangu halisi, Aisha. Anajua kwamba mimi si mkulima maskini bali ni mkurugenzi mtendaji wa JK Enterprises, na amekuja kunishinikiza akitishia kufichua siri yangu kwa ulimwengu mzima isipokuwa nimpe anachotaka. Aisha alihisi baridi ikipenya mifupa yake. Alijua kuwa siri ya Juma ilikuwa salama naye, lakini pia alielewa kuwa tishio la Kofi lilikuwa halisi. Ni nini kingetokea ikiwa ukweli ungevuja? Alipomtazama Juma aliona hofu na wasiwasi machoni mwake, lakini pia aliona kitu kingine: azimio. Juma hakuwa mtu wa kujisalimisha kwa vitisho vya kaka yake. Alikuwa tayari kupigana, kulinda kampuni yake, heshima yake na watu aliyowajali. Moyo wa Aisha ulijaa heshima na mapenzi kwa Juma. Alijua kwamba angesimama naye bila kujali ni nini kingetokea. Pamoja wangekabiliana na vitisho vya Kofi na kushinda. Lakini waliposimama pale wakishikana mikono na kutazamana machoni, Aisha alihisi kwamba safari yao haitakuwa rahisi. Kofi alikuwa mtu mjanja na mkatili, na alikuwa tayari kufanya lolote kupata anachotaka. Swali lilikuwa nini kingefuata? Je, Juma na Aisha wangefaulu kumshinda Kofi na kulinda mustakabali wao, au wangenyang'anywa kila kitu kupitia hila na vitisho? Walipokuwa wakijiandaa kwa mapambano yaliyoko mbele yao, akili ya Aisha ilianza kuwaza kuhusu familia yake. Wangechukuliaje ukweli kuhusu utambulisho wa Juma? Familia ya Aisha ilikuwa ya kitamaduni ikiwa na maadili na matarajio thabiti. Wazazi wake Hassan na Fatima waliheshimiwa sana katika jamii yao na daima walikuwa na taswira maalum kuhusu maisha ya binti yao. Mama yake Fatima alikuwa mwanamke mwema na mwenye upendo, lakini pia mwenye msimamo mkali kuhusu heshima ya familia. Angeshangazwa na pengine hata kukasirika alipogundua kwamba Juma ni bilionea aliyekuwa amejificha. Baba yake Hassan alikuwa mtu mwenye fahari ambaye alithamini uaminifu na uadilifu kuliko chochote. Angehisi kusikitishwa na kusalitiwa kwa kuwa Juma alificha ukweli wake, lakini pia angehisi afueni kwamba binti yake alikuwa salama na mwenye furaha. Dada yake mdogo Zainab alikuwa msichana mwenye roho ya uhuru na anayependa majaribio. Angefurahia habari hiyo na kuvutiwa na utajiri na hadhi ya Juma. Bila shaka, angekuwa rafiki wa haraka wa Juma na kushangilia maisha ya kifahari yaliyokuwa mbele yao. Lakini kaka yake mkubwa Amir alikuwa hadithi tofauti kabisa. Amir alikuwa mkali na mwenye kiburi, akihisi kuwa Juma alimchukua Aisha kutoka kwa familia yao. Anapogundua kwamba Juma ni bilionea, atawaka hasira na kumshtumu kwa udanganyifu na usaliti. Aisha alipokuwa akiwaza juu ya jinsi familia yake itakavyopokea habari hiyo, sauti ya Juma ilimrudisha katika hali halisi. Aisha, tunahitaji kuzungumza kuhusu hatua inayofuata, alisema kwa sauti nzito. Tishio la Kofi ni halisi na tunahitaji kuchukua hatua za kujilinda sisi na familia zetu. Aisha alitikisa kichwa, mawazo yake yakiwa yamejaa maswali na wasiwasi. Lakini alijua kuwa angeweza kukabiliana na changamoto yoyote, alimradi Juma yupo naye. Pamoja walianza kupanga jinsi ya kukabiliana na vitisho vya Kofi, kulinda familia zao na mustakabali wao, lakini hawakujua kuwa Kofi alikuwa bado hajamaliza mpango wake e, na hatua yake inayofuata ingeleta mtikisiko mkubwa katika maisha yao. E, Juma na Aisha walipoketi chini kujadili hatua yao inayofuata, simu ya Juma iliita. Alisita kwa sekunde moja kabla ya kuipokea, macho yake yakiwa yameelekezwa kwa Aisha. "Ndio," alisema kwa sauti thabiti. Aisha alimtazama huku uso wa Juma ukibadilika, macho yake yakikaza na taya zake zikibanwa. unataka nini Kofi? Juma alitema maneno hayo kwa hasira. Moyo wa Aisha uliruka kwa hofu alipotambua ni nani aliyekuwa upande wa pili wa simu. Kofi, kaka yake Juma, hakuwa tayari kukata tamaa kirahisi. Ninachotaka ni haki yangu, Kofi alidharau, sauti yake ikiwa imejaa chuki. Ninataka udhibiti wa JK Enterprises na sitakoma hadi nipate ninachotaka. Macho ya Juma yalionyesha hasira, lakini alidhibiti hisia zake. Utakipata kamwe, Kofi alisema kwa uthabiti. Nitakupinga kila hatua utakayochukua kicheko. Cha Kofi kilituma baridi kwenye uti wa mgongo wa Aisha. Tutaona kuhusu hilo alisema kabla ya kukata simu. Uso wa Juma ulikuwa mzito alipomtazama Aisha. Ni wakati wa kuchukua hatua, alisema macho yake yakimetameta kwa azimio. Tunapaswa kukusanya ushahidi, kujenga kesi dhidi ya Kofi na kumwangusha kabisa. Aisha alitikisa kichwa kwa kuelewa, moyo wake ukidunda kwa msisimko na hofu. Alijua kuwa safari yao ingekuwa hatari, lakini alikuwa tayari kusimama na Juma na kupigania maisha yao ya baadaye. Pamoja walianza kupanga mikakati, kuunganisha washirika na kujenga mpango wa kumwangusha Kofi. Lakini kadri walivyofanya kazi, Aisha hakuweza kuyazuia mawazo yake, walikuwa wanapambana na mtu hatari zaidi kuliko walivyodhani. Na kisha walipokuwa wakianza kupata mwanga wa ushindi, Aisha alipokea simu ya kushangaza kutoka kwa kaka yake Amir.